Mwenye na amani Bwana asifiwe. Amen. Ilikuwa tarehe <tipu> kumi na tano toka natoka nyumbani, yaani nimetoka nyumbani natembea kwa shida sana, kwa sababu niende kazini, au na hali kagomgua kale. Nikaenda kazini, nafika kazini, nikapigiwa simu aa, kapakia kokoto matawaro. Nikaenda nikapakia kokoto nikamwaga nikapakia mchanga nikamwaga. Bwana Yesu asifiwe, amen. Nikarudi ofisini. Kabla ya yote, asubuhi nilikuwa na mchungaji na mtumishi wa Mungu haule, nikamwomba namba ya mchungaji. Nafikiri nimeanisha ndani ya ofisini. Ilikuwa kama saa tisa, saa nane, kama sikukosea, nikampigia simu mtumishi. Wa Yesu asifiwe. Nikamwambia, je, uko Kasa, niko ofisini yeah. nikapanda huko nikiambia nakuja Amen. Nika <coughs> nikapanda majaji nikafika hapa nikaonana naye nikamweleza nilikuwa nasumuliwa mgongo, yani nilikuwa siwezi kufanya kazi ngumu iwe ya kuinama au yaani, kama ni kama ni kitu niwe nisimama nime. Hivi ndio nafanya hapa kama kazi ya

<laughs> Ay, ay, ay. Kwa hiyo nikawa naenda, unapata dawa, unapumzika siku mbili hapo, nakuwa unyepona unapo nakuwa pumzika, lakini mtu unapotembea barabara anajua ah, huyu jamaa mzima. mm. Anaita spiri kwa maumivu. Nikakaa mpaka kama saa kumi na moja nikapigiwa simu, kwani ninaomba ukaongeze mchanga. Saa kumi na moja nikaondoka nyumbani. Fika hapo nampigia yule wa mchango, kwani nilikuja kupakia. Akasema ah, vijana hawapo. Nikasema ah, tafuta mmoja nami nitakuwepo. Bwana asifiwe. Nami nitakuwepo. Hey, hey, hey. Hey. Hey, <laughs> Unajua kupakia tani nne mm. Mm. Mm. Mpaka ijae watu wawili mm. Bwana asifiwe. Hey. Nilianza kupakia mwanzo mwisho, mwisho. Hey. Yeah. Alikuwa asifiwe hey. Maumivu tu, mwingine amesimama mbele, mwingine nyuma, yaani hmm. Kila mtu ajaze sehemuili uja hey. Ilijaa na sikupata maumivu yoyote yale, asifiwe hey. Nimelala usiku hakuna maumivu.